Mwashamu sana baba Askofu mkuu Juta Deus Ruwaichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwashamu baba Askofu Henry Mshamungu, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mheshimiwa sana baba Chancellor, wakuu wa idara mbalimbali mbali katika jimbo kuu la Dar es Salaam madekano mliopo, maparoko na mapadri wote, watawa, makatekisa, waamini wote, Jubilei 2025 maujaji wa, maujaji wa matumaini, neno linaloongoza kwangu leo hii ni shukrani, kwanza kabisa na mshukuru sana mwasha sana Baba Askofu Mkuu kusafiri nami katika wakati huu, nikiwa na pacha wangu kama mlivyosikia akiongea, na mnaweza mkatambua sasa kwamba nani hapa ni Kurwa na nani ni Doto. Yule aliyeona jua mapema ndio Kurwa na, na amewambia kabisa kwamba yeye yeah, kujua lakini yeye alitambua nani atakuwa pacha wake. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kusafiri pamoja katika safari hii ya takribani miaka minne hapa Dar es Salaam. Mwasha baba askofu mkuu, umenilea katika utume na mara nyingi ulitumia neno ninafanya hivyo ili mtu anapopewa jimbo sio akamangamanga. Kwa hiyo nadhani sitamangamanga, baba. <laughs> Umenilea vya kutosha pamoja na pacha wangu, kwa hiyo nitajitahidi sana nisije nikamangamanga nikakuaibisha, kwa kazi kubwa ulioifanya. Lakini vile vile sikuwa mgeni hapa Dar es Salaam, nimefanya utume sana hapa karibu katika E, upadri wangu nimekuwa hapa Dar es Salaam, na aliyenipokea wa kwanza hapa Dar es Salaam alikuwa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kwa kuniteua kuwa paroko wa kwanza wa parokia ya, ya Mtakatifu Agustino Temboni. Nimeenda huku na huku tena nikarudi tena, amenipokea nimeenda tena nikarudi, nkanipokea mwisho, nikanyakuliwa nikaa nakaa na mwashamba, baba askofu mkuu. Kwa hiyo nakushukuru mwash, mwadhama Polycarp Kadinali Pengo kunipokea, na vile vile kwa ushauri mbalimbali na naweza nikasema nimejifunza mengi hata wale ambao wamesema katika harambee na nini, alitumia neno lake moja. Kasaba Temboni hakukuwa na nyumba ya mapadre, kwa hiyo nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya shirika pale Mavurunza, alafu naenda kuhudumia. Alikuwa kila mara nikikutana naye anasema, usiridhike kukaa kwenye nyumba kubwa, hiyo sio ya kwako, ujenge sasa ya kwako kule Temboni. Na kweli ilikuwa inanisaidia sana namna ya kutafuta pesa kujenga nyumba kule Temboni na mwisho, wakati nilijenga, lakini bahati mbaya sikuweza kukaa katika nyumba hiyo, nikahama hiyo <laughs> nakushukuru sana baba, na tunaendelea kukuombea katika utume huu na vile vile nachukua nafasi kukushukuru. Vile vile tukiwa watatu tukiangalia kazi kubwa katika jimbo kuu la Dar es Salaam, mpaka tulikuwa tunamshangaa Mwashamaba, askofu mkuu, uliwezaje peke yako? Tulikuwa tunamwambia peke yako ulikuwa unawezaje? Tuko watatu tunashindwa, na mpaka tunamshika mwadhama Polycarp Kardinali Pengo na tusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kutusaidia tukiwa watatu ukasaidia kubeba mzigo, tukafanikiwa utume wetu hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile kwa namna pekee nakushukuru kwa kuipenda Bagamoyo. Umeipenda Bagamoyo, umeweka alama kule katika parokia teule ya Makurunge. Kila mara nilikuwa nasema Makurunge, nasema naenda Makurunge, narudi tena nimetoka Makurunge. Mpaka leo hii unaenda kwa baba basi. Tunakushukuru kwa moyo huo wa upendo wa jimbo hilo la Bagamoyo, tunakukaribisha huko, karibu sana. Kwa namna ya pekee namshukuru pacha wangu huyu, na kweli tumesafiri vizuri, hata mwasham sana. Baba askofu mkuu ni shahidi namuna tulivyoweza kuishi pamoja, tulivyofanya utume wetu na tulivyoshirikishana katika mambo yote tuliyotenda hapa Dar es Salaam. Pacha, nakushukuru sana. Kama ulivyosema upacha huu ni upacha mpaka pale tutakapokuwa sasa tuna, tuko kwenye majeneza, labda sasa ndio itatutenganisha upacha huu. Kwa hiyo mpaka hapo ndio, ndio utasema, ah, pacha, kwa heri. Kama nikiwa kwenye jeneza, kama naweza naweza nikawa nasikia unasema kwa heri bwana. Nakushukuru sana baba pacha kwa kazi kubwa hiyo tuliyoifanya pamoja, na natumaini utaendelea kufanya kazi na mimi hata kama ukiwa mbali, nitakuita hata usiku wa manane, hapa vipi bwana, kwa hiyo anasemaje? Kwa hiyo sijuka shangaa. Kwa hiyo tuendelee kushirikishana kwa namna pekee. Vile vile, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa sana baba Chancellor kwa kazi kubwa anayoifanya na kwa ushirikiano mkubwa aliyoonyesha nikiwa hapa na tukiwa sisi sote na katika mikutano yetu na katika yote tuliyoyafanya, Chance, na nakushukuru sana kwa kazi hiyo kubwa. Nawashukuru wakuu wa idara. Sasa kuna idara nizo niizozihudumia, lakini pamoja na hayo kuna idara ambazo sikuhudumia, lakini wote tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Nawashukuru sana. Nashukuru na makatekisa ka idara yangu hiyo ya katekesi na vyombo vya habari vile vile mawasiliano, familia, elimu na idara zingine zote zio tulizofanya kazi pamoja. Basi naomba mwendelee kuwa na ushirikiano huu, na washukuru sana umawada kwa sababu siku ile nilipoteuliwa askofu msaidizi wa jimbo kura Dar dares salamu Nilikuwa mwana umawada, nawashukuru kunikupokea eh. Nilikuwa mtawa eh, si rahisi, mnajua eh. Unatoka utawani unaingia huko, lakini mlinipokea kwa moyo wote, kwa upendo mkubwa, na nimefurahi kusikia kwamba mmejifunza kitu kwangu. Mungu awabariki, na sana nawashukuru sana mapadre wote jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na watawa kwa ushirikiano mkubwa mlioonyesha nilipokuwa hapa, na nawaombea mwendelee kuwa na moyo huo katika kulijenga jimbo kuu la Dar es Salaam. Jimbo kuu la Dar es Salaam ndilo lina tabia hiyo ambayo ni nzuri sana, tabia ya umoja huo kwamba hakuna anayesema mimi ni mtawa, unakaakaa tu huko unajitenga. Ni jimbo ambalo watawa wanajitambua kwamba ni sehemu ya kanisa na kwa sababu wana, na, na, kwa sababu hiyo wanajua kabisa nabidi tuwajibike kulijenga kanisa. Kwa hiyo ni mfano mzuri ambao na sisi tunaotoka huku tunapoenda kule Bagamoyo basi tuonyeshe hiyo sifa muhimu sana, umoja, bila kujali kwamba mimi ni mtawa ah, mimi ni, ah, ni wa jimbo si nini ah, hapana, kwamba sisi sote ni Wakristo wa Katoliki tuko katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume na tulijenge kanisa letu katika imani hiyo. Kwa mapadri tunaoelekea Bagamoyo, ninashukuru sana, ninapowaona napata faraja, kwa sababu tunafanana. Na kwa sababu hiyo tunafanana, tuende kwa ufanano huo katika jimbo hilo tunaloliendea. Sisi sote tumelelewa na baba mmoja, sisi sote e, tuna hiyo tabia hiyo ya baba, na kwa sababu hiyo tuikumbatie hiyo tabia hiyo, tushirikiane pamoja na tuwe chachu na mwanga kwa wengine wote, na tuendelee kuleana hivyo, na hata tunapokutana na wengine tuwalee katika njia hiyo kulitegemeza kanisa. Kwa hiyo tuende katika moyo huo na hata mkiniona na mimi naenda kwenda kwenda si namna gani, kwa upendo mkubwa kabisa, asema baba. Sasa tunakoelekea tuta, tutaweza kuliangusha jimbo letu la Bagamoyo, na kama mwashamsana baba askofu mkuu alivyosema, ni lango la imani. Kama lango la imani basi, sisi ni wa kwanza kuishi imani hiyo ili wale watakaokuja pale wasije wakaiacha imani pale, wakaondoka. Wana imani ila watajirike katika imani kwa kutuona tunavyoishi kwa ushirikiano na upendo. Basi tuombeane ndugu zangu, tunaoenda Bagamoyo, tupendane kabisa kwa sasa, sisi wa kwanza kufahamiana, ili tunapoenda kule tunakutana na wenzetu ambao inabidi tuufahamiane, waweze kutuona tunavyoishi na wajifunze huo e, mfano mzuri wa maisha yetu ya ushirikiano na upendo tunaoonyesha. Na Mungu aendelee kutubariki kulijenga jimbo la Bagamoyo. Na waumini wote wa Dar es Salaam nawashukuru sana, mlinipokea kwenye maparokia huko na hata mliposema kwenye harambee, tuli, tulishirikiana vizuri na maparoko wenu hasa kuna wakati mwingine hata paroka asiponiambia, mimi mwenyewe naona hii parokia ina mahitaji haya e, kuna wengine niwashika kwa ajili ya feni, kuna wengine niwashika kwa ajili ya labda kitabu cha injili akipo, kuna wengine niwashika kwa vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo nawashukuru kunipokea na kushirikiana nami katika kujenga jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Asanteni sana. <laughs> Shukrani kubwa sana kwa zawadi zenu na wawakilishi walioongea hapa, sifa nyingi sana mpaka wakati mwingine nilikuwa najigusa. Wakati fulani nilikuwa nafuata nasema, hivi ni msemo ule, wanasema sifa za marehemu, nisije nikashangaa niko kwenye, kwenye jeneza nijigusa, nakuta ah, kumbe niko mzima. Nashukuru kwa kupata sifa hizo kabla sijafa. Asante sana. Shukrani sana kwa zawadi mlizonipa, Mungu wabariki. Bagamoyo sio mbali, karibuni sana Bagamoyo na naiona Bagamoyo kama mtakuja kwa sababu ni kituo cha hija. Hata wakati mwingine Mwashambaba Askofu Mkuu na Mwashambaba Askofu mchamungu pacha wangu, mkiona kwamba mmeshindwa kabisa kabisa kwenda na makundi haya kuja kwa ajili ya misa, mnipigie tu simu huko wanakuja wawata huko wanakuja uwaka, tunaomba uongoze misa hapo, nitakuwa tayari kwa ajili ya hiyo. Kama mwashamba Baba Askofu Mkuu alivyosema, e, e, sisi sote ni ndugu, kwa Bagamoyo ni watoto wa Dar es Salaam, na watoto hawa wa Dar es Salaam hawakui kwa baba. Kwa hiyo tutakujia tu baba, hodi, tunakusalimia, ssikatunyima wine karibishe tu tutakunywa hiyo wine na mimi nakunywa juisi baba, kwa hiyo sina gharama. Kwa hiyo tutakuja tu baba, lakini sio kwa ajili ya kukuomba omba sana, lakini tukiishiwa tutakuja baba, usitukimbie. Niwatakie kila laheri na tuendelee kuombeana, Mungu aendelee kutubariki. Namshukuru sana nusi yoe eh, amepipa moyo sana, Naye alikuwa ni Barnaba wangu, Barnaba mwana wa kutia moyo, mwana wa faraja. Amenipa moyo sana. Kwa hiyo nadhani mtamtafsiria eh, Padri Obispo akapeleke salamu zangu kwake. Nilikuwa na wasiwasi sasa, aliniambia bula hazijafika itakuwaje, lakini leo ametuma ujumbe, zimeshafika tayari. Asante sana, peleka ujumbe huo kwake. Eh, mwambie namshukuru sana katika haya. Asanteni sana. Mungu awabariki. Eh, wanakwaya pia ni sehemu ya mwaliko wa kule ukumbini, Kadino Adams, na kwa hizo rangi zenu za bluu bahari, Baba Msomba atajisikia yuko kule Bagamoyo ufukweni. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Awe, oh, Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu ukatika jina la Bwana bariki na kuwalinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.